Namshukuru Abate Pambo kwa himizo alilowapa kwamba ukiwa mkatoliki simama uwe mkatoliki kweli, usikubali kuwa mkatoliki wa kubabaisha, mkatoliki wa maigizo, mkatoliki wa kubabaisha na kudanganya watu. Kuwa mkatoliki kweli, si abate? Abate abate Kristiani anasema hapa eh, kuna vinguo vilivaliwa eh, vinaitwaje vile eh, msio wa katoliki wa vijora hata hata kama mnahongwa hela, bakini wakatoliki wa kweli basi. Leo tunahitimisha safari yetu ya Jubilei, lakini niwakumbushe kuhitimisha huku tukuelewe vizuri, safari yetu ya imani, safari yetu ya ushuhuda inaendelea. Kwa hiyo tujipange vizuri, tuendelee kumtangaza Kristo, tujipange vizuri, tuendelee kuujenga ufalme wa Mungu na sio ufalme wa Ibilisi. Na Mungu atukuzwe, nasi wanadamu tutakatifuzwe Tunapohitimisha jubilei yetu kuu, na mtambua kwamba mmefanya mambo ambayo yanawastahilisha rehema kamili: mmesali, mmeungama, mmepokea Ekaristi na pia mmesali kwa nia za Baba Mtakatifu. Kwa misingi hiyo, tutawaombea rehema kamili kwa ajili yenu na kwa ajili ya wapendwa wenu basi.